Karibu katika chaneli yetu na kwa siku ya leo tunaenda kujifunza ni namna gani ya kutunza taarifa za fedha za washiriki kwa kutumia spreadsheet aina ya Microsoft Excel. Pasipo kupoteza muda, twende moja kwa moja. Jambo la msingi kabisa, hakikisha katika kompyuta yako umeinstall package yote ya Microsoft Office ambayo ndani yake utaipata utaipata Excel Microsoft Office Microsoft. Mimi nitatumia Microsoft Office ya mwaka elfu mbili na kumi na sita. Humu ndani utakuta package yote unayo uhitaji. Utakutana na OneNote, utakutana na Outlook, utakutana na PowerPoint, utakutana na Publisher, lakini pia utakutana na, na Uwede, basi sisi moja kwa moja tutaenda kwenye Microsoft Excel. Mfumo huu ni rahisi sana kwa matumizi na unakusaidia kutunza taarifa za kifedha za washiriki. Mwazini anaweza akautumia, lakini pia mchungaji anaweza akautumia mfumo huu kwa ajili ya kuhakiki taarifa za washiriki kuwasaidia washiriki kujua matoleo yao kwa mwezi, kwa robo, hata kwa mwaka, na vilevile vile itamsaidia mchungaji kujua ni namna gani ya kuwasisitiza washiriki na kuwatia moyo wale ambao wamekuwa wakitoa na wale ambao wamekuwa wakirudi nyuma katika matoleo na kuwatia nguvu katika kumtolea Mungu wao. Basi unapoingia katika spreadsheet ya Excel kwa kawaida ukifungua utaikuta ipo hivi. Kwa kawaida, naamini unafahamu jinsi ya kuitumia, utaikuta iko hivi, lakini nitakuonyesha ambayo nimeshaanza kuweka data na ni kwa namna gani utaweza kutengeneza kitu kama hicho. Hii itakuwa ni somo la wakati mwingine, lakini leo tutaenda moja kwa moja kwenye kile ambacho tumeshakitengeneza tayari. Kama mfano huu ni sampuri moja ya mfano wa utunzaji wa taarifa za washiriki. Katika mfumo huu tutagundua ya kwamba hapa imeandikwa ni taarifa ya matoleo ya washiriki mwaka wa fedha 2023/2024, robo ya kwanza mpaka ya nne ambayo ni mwezi wa kwanza mpaka wa kumi na mbili kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Na wakati wote unapohitaji kuiboresha, una uwezo wa kuiboresha kwa namna yoyote ambayo unataka wewe iwe. Mfumo huu unakupa mambo makubwa manne. Jambo la kwanza utaweza kutunza taarifa ya mshiriki mmoja mmoja ndani ya kanisa. Kwa namna gani? Jina la mshiriki utakuwa nalo. Jambo la pili ambalo ni hili, jina la mshiriki, jambo la pili utakuwa na namba ya simu ya mshiriki, na jambo la tatu utaweza kuyatunza matoleo yake kwa namna yoyote ile ambayo ametoa matoleo yake ya aina yoyote ile ambayo atayatoa ndani ya kanisa. Na hapo tumeweka tu sampuri ya kwamba kuna washiriki ambao wanatoa zaka na sadaka kwa mpango, lakini kuna washiriki ambao wanatoa sadaka tu, lakini kuna washiriki ambao wanatoa zaka tu. Na katika utoaji wa zaka, wa, wa zaka na sadaka kwa mpango kuna zaka asilimia kumi na sadaka asilimia kumi. Hivyo mfumo huu utakusaidia kugawanya na kuweka taarifa zao kwa namna ya kipekee, ili unapohitaji kufuatilia mshiriki mmoja mmoja unampata kwa urahisi. Tutajifunza tu namna gani mfumo huu unafanya kazi. Utatambua ya kwamba hii ni sabato ya kwanza ya mwezi alafu unavyoenda mbele utakutana na sabato ya pili ya mwezi alafu unavyoenda mbele utakutana na sabato ya tatu ya mwezi, na mwishoni utakutana na sabato ya nne ya mwezi. Baada ya hapo, mfumo huu utakusogeza kwenye jumla ya matoleo kila mwezi. Mfumo huu kila, kila sabato, mfumo huu utakuwa unafunga taarifa kwa kila Sabato. Punde unapoingiza taarifa ya mshiriki itaijumuisha na kuifunga moja kwa moja. Kwa mfano, haya ni jumla ya matoleo ya Sabato ya kwanza ambayo jumla kuna matoleo yatakayoenda conference ambayo ni zaka, sadaka, sadaka ya makambi, utume. Na kukiwa kuna jambo lolote lingine unaweza tu ukaongeza, ukaongeza ukaongeza kwa, ukaongeza kwa chini kwa ajili ya kuongeza kile ambacho unatamani kionge, kiongezeke, na hii ni jumla yake. Lakini pia tuna jumla ya matoleo yaliyobaki katika kanisa mahali ya ndani ya huo mwezi mmoja, ambayo tuna sadaka asilimia 42, shukrani, sadaka ya makambi, michango hiyo ya makambi na vitu vi, vingine vitakuwa humo ndani hii ni sadaka ambayo hizi, hizi ni matoleo ambayo yanabaki kanisani. Unaweza ukaediti na ukatengeneza kwa namna yako ambayo unatamani iwe, na hii taarifa ipo katika kila mwezi, kila mwezi, hii taarifa ipo kwenye kila mwezi, hii taarifa inafunga. Kwa hiyo unavyoingiza taarifa ya mshiriki katika, katika eneo lake unavyoingiza taarifa ya mshiriki hapa, taarifa hii ya mshiriki itafungwa kwa mwezi huo husika, itafungwa kwa sabato hiyo husika. Kwao, kwa kila sabato, unavyoingiza taarifa ya mshiriki taarifa ya mshiriki itakuwa inafungwa, taarifa ya fedha ya mshiriki itakuwa inafungwa, na kazi yako wewe ni kuingiza tu taarifa ya fedha, sio kujumlisha, kutoa, kugawanya, hapana. Hiyo Excel inakusaidia kufanya kila kitu. Lakini pia unapofunga taarifa ya mwezi, unahitaji washiriki wapate matoleo yao ya mwezi, wametoa kiasi gani. Mfumo wa Excel utakusaidia kuonyesha mapato ya mwezi utajumuisha mapato yote yaliyopatikana kwa mwezi, jumla ya mapato yaliyoenda conference na jumla ya matoleo yaliyobaki katika kanisa mahalia. Mfumo wa Excel utakusaidia kufanya hivyo, lakini sivyo hivyo tu taarifa inavyofungwa ya mwezi kwenye kanisa mahalia, pamoja na conference, unaweza ukautumia pia mfumo wa Excel kujaza taarifa yako inayoenda konferensi kwa sababu, hapa tumetolea mfano kanisa moja. Taarifa hizi za kanisa moja zitafungwa moja kwa moja katika mfumo wetu huu. Kwa hiyo zaka na sadaka zinazotolewa zitajumuishwa katika sehemu hii, na baada ya hapo mfumo utatusaidia kuingiza taarifa zote. Kipengele kitakachobaki ni kile kipengele tu cha kuandika kwa maneno, na baada ya hapo utaichukua taarifa yako, utaihighlight taarifa yako kwa ajili ya kuiprinti ama kuituma kuituma conference. Unavyo highlight itakuletea moja kwa moja kwa mfumo huo kwamba ipo tayari kwa ajili ya kuprintiwa na kwenda conference kuwasilisha taarifa ya kifedha. Kwa mfumo huu pia unakurahisishia kufunga taarifa ya kila mshiriki kwa mwezi, sio taarifa tu kwa kila Sabato. Hapana, ikishamaliza kujumuisha itajumuisha taarifa zote za mshiriki kwa mwezi mzima. Kwa hiyo endapo unatamani kuwajulisha washiriki wako kuwa kwa mwezi huo wametoa matoleo kiasi gani, ama ametoa matoleo kiasi gani, mfumo huu utakusaidia. Lakini pia kuna mara nyingi huwa tunawekeana magoli ya sadaka ya makambi huwa tunawekeana, lakini pale ambapo sadaka ya makambi ama magoli ya majengo ama wanakwaya kuwekeana magoli ama utoaji kipindi cha effort ama tunavyotamani kuwasaidia vijana, kuwasaidia, kuwasaidia watu ama tunavyotamani kuwapatia ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, michango vijana kwa ajili ya makambi, kwa ajili ya makambi yao ya kwenda ya kuhudhuria vijana, lakini tuna michango ya chakula na matumizi mbalimbali mbali ambayo inachangwa kuhusu makambi, lakini pia tuna michango kuhusu miradi ya kanisa. Excel inaweza ikakusaidia kujua ya kwamba mtu huyu amefikia goli lake ama hajafika la aja, aja, hajafika katika, katika, katika goli lake. Kwa hiyo matumizi ya Excel yanaweza yakatusaidia kuweka taarifa za washiriki, taarifa za washiriki kwa matoleo yao na si tu kwa matoleo yao na kwa mambo mengi zaidi, lakini kwa leo tumeangalia tu upande wa matoleo. Kwa hiyo Excel hii inaweza ikakusaidia kufanya mfumo huo. Kwa huu mfumo ni wa kanisa moja, lakini uzuri, Excel imekupa spreadsheet nyingi, imekupa spreadsheet kubwa, so imekupa spreadsheet kubwa ambayo unaweza ukafanya kazi nyingi kwa wakati mmoja unaweza ukajaza vitu vingi sana humu ndani. Hapa unaweza ukaichukua taarifa hii hii ya mwezi mmoja ukaikopi na ikawa ni taarifa ya miezi kumi na mbili, ukaikopi mara kumi na mbili ikawa imetoa taarifa ya miezi kumi na mbili. Kwa hiyo katika kila mwezi unavyoingiza document, final statement yenyewe itakombine na itakupa taarifa ya mwaka mzima, lakini pia unaweza ukaigawa kwa mara nne, ikawa imekupa ime robo nne. Unaweza ikiwa una makanisa mengi, hili unaweza ukaliandika kanisa hili, unaweza ukabadilisha ukaandika kanisa la kwanza hii hili kanisa tutaliita Mikumi Mikumi SD Church. Lakini pia ikiwa una kanisa lingine unaweza ukabadilisha jina, ukabadilisha pia jina ukabadilisha pia jina. Lakini pia kama una makanisa mengi, unaweza ukayaongeza makanisa mengi kadri inavyowezekana, na ukaweka katika kila Excel, ukaweka katika kila spreadsheet, ukaweka kanisa kanisa lake, na hii sio kazi, sio kazi kubwa. Kwani ikiwa unahitaji ukiwa unahitaji hii dokumenti iendelee iendelee kutumika katika, katika shiti nyingine ambazo unahitaji kuzi, kuzi, kuzi, kuzitumia. Unaweza ukaihighlight hii na ukaikopi ukaihighlight hii mwanzo wa spreadsheet yako mpaka mwisho wa spreadsheet yako ambayo ulikuwa unaitumia una, una ili usipate ili usipate shida mpaka mwisho wa spreadsheet alafu utaihamisha kwenye utaihamisha kwenye kanisa lingine utaihamisha kwenye kanisa lingine utaihamishia kwenye kanisa lingine utaihamisha ika ikatumika kwenye kanisa lingine. Unaweza ukaikopi ama ukaimove ama ukaishare, ni vile ambavyo, vyovyote vile unavyoweza ukaona kwa wewe ni rahisi ni rahisi kwako katika matumizi, vile ambavyo utaona itakuwa ni rahisi kwako katika matumizi. Utakapo unavyo pesti, unachagua unachagua pia namna ya kuiweka, kwa hiyo inakuwa haina haina haina mabadiliko haina mabadiliko sana haina mabadiliko sana cha msingi ambayo utakifanya uta, uta, uta, uta, uta, uta ni ni kubadilisha tu data, ila taarifa zingine zote kama zilivyokuwa zilizo kule na huku nako zitakuwa ni hivyo hivyo. Cha msingi tu uzingatie ku keep source format ili isije a kubadilishia. Kwa hiyo taarifa zote kama zilizokuwa kule na zenyewe huku pia zipo vivo hivyo kwao kazi utakayokuwa unaifanya wewe ni kubadilisha tu majina ya makanisa, na hii unaweza ukaifanya kwa kushirikiana na mwazini ama kwa kushirikiana na karani. Unavyoitumia spreadsheet hii ya Microsoft Excel, unaweza ukaikopi ukaitumia pia kwenye Google spreadsheet ambayo mnaweza mkashirikishana katika uandaaji. Kwa hiyo mwazini anaweza akaiandika kanisani, lakini wewe ukiwa nyumbani ukaona taarifa zilizoingizwa, na ikiwa kuna sehemu unahitaji kufanya marekebisho, kuna sehemu unataka kuhakiki, utamsaidia mwazini na itakuwa ni rahisi. Mfumo huu ni rahisi sana na ni rafiki kwenye kusaidia ukuzaji wa mapato na kuwapa washiriki uhakika ya kuwa mapato yao yanaenda sehemu sahihi na yanafuatiliwa na yanatazamwa. Katika ulimwengu ambao umejaa changamoto nyingi, washiriki wanahitaji kuona watu waaminifu na wanahitaji kuona ya kwamba mikono ya mm, fedha zao zinapita katika mikono iliyo salama na zinafuatiliwa. Kwa hiyo, kwa kufanya hivi, tutawajengea washiriki imani katika matoleo yao. Mungu awabariki.